Jana yalikuwa majira ya saa moja nilipokuwa Mwanjerwa, nilikuwa kwenye biashara zangu, hasa wakati narudi nikakutana na hii gari iliyokuwa imepata ajali. Imetokea Mbalizi inaenda Mwanjerwa, kwa hiyo haikufika. Maana ile gari ni ya ruti ya kwenda Mbalizi Msaraga, lakini haikufika Msaraga, ikawa imerudia Kabwe kwao. Nikapanda ile gari tukarudi Mwanjerwa, ikapakia abiria, tukawa tunarudi. Baada ya kurudi, tulipofika Iwambi nadhani kwa chini hapa kuna shule moja inaitwa Harrison Water kwa mbele kidogo. Pale ndipo tukio lilipotokea. Na tukio linapotokea, nadhani kulikuwa hakuna dalili yoyote ya kwamba tukio linaweza likatokea, ila kwa mimi nilivyoona, nilisikia tu mshindo wa kama gari kuanguka afu nikapoteza fahamu. Baada ya kupoteza fahamu, nadhani fahamu zinapokuja kunirudia mara ya pili wakati tayari waokoaji wameshafika kuanza kuokoa watu. Ndivyo ilivyokuwa ajali ya jana. Tu dereva mwenzetu, mimi nilikuwa mbele na yeye alikuwa nyuma. Sasa wakati tunafanya mawasiliano, mimi nipo mbele, ananiambia nakuja, nakuja. Baadaye napigiwa simu, amepata ajali. Baada ya kufika hapa, ikaonekana kwamba gari amekuja ikafeli breki imefeli breki pale, ndo kusababisha ajali, kugonga gari hii kosta kama mnavyoiona hapa, na yenyewe imeumia kama hivi. Naomba wa, wa, wa, wafanye miundombinu kwa wakati kwa hapa. Aidha watuongezee barabara ziwe tatu, au wafanye plani ya kupita hii njia ya pembeni, kama wanaweza kufanya hivyo, lakini kama nani, basi waendelee kusimamia zile foleni ambazo huwa tunasimamishwa kule juu, baadaye tunashuka kwa pamoja, kama ikiwezekana hata wafanye hadi mpaka usiku eh, au kama nanii, ndio hivyo watuongeze hii barabara hapa, tupite huku wa maloli huku, zibaki zipite gari ndogo. Hii ajali nimekuta imeshatokea baada ya kufika hapa, nikakuta hali ni mbaya sana yani, hali ni mbaya kuliko. Nikawakuta watu hapa wanaendelea kuokoa, kabidi nijumuike na mimi kuendelea kuokoa hapa tumekuwa mpaka saa tisa usiku hapa. Mi najua ni ufinyu wa barabara siku zote, maana mi toka niko hapa Mbalizi hapa gari ilivyodumbukia hapa, ni mara ya nne nashuhudia hivi hivi, yaani ajali aina hii kwao. Natumaini ni ufinyu wa barabara uliopo ndio unaochangia kutusababishia hizi ajali.